Leo ninataka niongee na wafugaji wa broiler. Uh, kuna vitu vidogo vidogo sana ambavyo kama utaweza kuvifuata vizuri kabisa, basi utaweza ku, ku, ku, kuavuna broiler wako ndani ya muda mfupi sana. Uh, hapa shambani kwetu kawaida broiler wakifika siku ya ishirini na nne wanafikaga uzito wa kilo moja na nusu, na kilo moja na nusu ni, ni broiler ambaye anaingia sokoni na ni rahisi sana kuweza kupata wateja kama watafikisha huo uzito. Sasa, siku ya 24 uh, unakuwa umesave sana kwa sababu broiler kwa kawaida akifika siku ya 28 hadi siku ya 30 uh, kuna watu wanafikisha huo uzito hadi siku ya 35. Kwa hiyo unaweza kuona utofauti ambao upo hapo. Sasa uh, hawa broiler ambao unaona hapa, hawa ni broiler ambao tuli tuli tuliamua tuli sisi hapa shambani tuweze kuwafanya majaribio. Unaweza ukaona, kwa mfano, tuliwaleta tuli, tuli hawakuku walikuwa mia saba kwa hiyo tukawagaa wakuku wachache tuka, kuna vitu tulikuwa tunaviangalia sisi kwenye hawakuku kama e, au endapo vitafanyika wanaweza wakapata uzito zaidi. Aa, sasa kuna pointi chachechache cha sana ambazo nilizigundua au nilizipata kwenye hawa kuku na ni vitu vidogo ambavyo naamini kabisa wafugaji wengi sana tunavipuuzia, tuna kwenye ufugaji wa, wa broiler ili waweze kuwa wakubwa ndani ya muda mfupi. Kwanza nimegundua kwamba hawa broiler wanahitaji e, wale chakula muda wote Yani usiwapimie, usi, broila broila wapatie wale chakula muda wote. Unaweza kuona labda wanatumia bajeti kubwa, lakini pamoja na kwamba inatumika bajeti kubwa, kitu ambacho utakuja kukipata hapa ni kwamba ndani ya muda mfupi utaweza kuwauza hawa kuku, utasevu gharama zako. Yani kwa mfano nyinyi, yani wakawa kuku au wa, wafugaji wawili kuna mfugaji A kuna mfugaji B. Huyu mfugaji A yeye anawalisha kuku wake muda wote na huyu B anawapimia. Kitu ambacho kitakwenda kutokea ni kwamba huyu ambaye anawapimia kuku wake atachukua muda mrefu kupata uzito. Yaani kwa mfano ataweza chukua siku ishirini na nane hadi 30. wakati wewe ambaye unawapa muda wote utachukua siku ishirini na nne na zile siku za hapa mbele zitabaki, ijapokuwa mtatumia bajeti sawa. Yaani bajeti ambayo mtatumia itakuwa ni sawa, lakini faida ambayo unaipata wewe ni muda. Muda ambao umetumia kuwakuza hawa kuku ni mchache, na kadri siku zinavyozidi kuongezeka kuna wafugaji ambao wanafuga broila hadi miezi mitatu. Kadri siku zinavyozidi kuongezeka, hili gap la siku linazidi na lenyewe kufanya nini? Na lenyewe linazidi ku, kuongezeka. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mlichukua kuku pamoja, wewe kuku wako uzito ambao wameupata wakiwa na miezi mitatu, mwenzako aliupata ali kuku wake kwa kuku wake wakiwa na miezi miwili. Kwa hiyo kitu kama hicho. Kwa broiler wape chakula muda wote, wawashie taa. Yani wewe wala usiwe na wasiwasi tena. Njia nzuri kabisa wajazie chakula kwenye makopo yao. Unaona? Ni point chache sana ambazo zinapishana kwenye matumizi ya chakula. Na hiyo inaleta faida nyingine ni kwamba tunajua kuna kuku wanakuaga wiki wanakuaga ni dhaifu kwenye batch kuchukua kuku wengi, kuna wengine wanakuwa dhaifu, wanashindwa kutembea, vitu kama hivyo. Kama unawapimia kuku wako, manake wanakula kwa kugombaniana chakula, na wale ambao ni dhaifu au wanashindwa kutembea, wanashindwa kula vizuri kile chakula. Kwa hiyo hicho ndio kinakuwa ni kitu ambacho kinakuwa kinatokea. Kwa hiyo wale dhaifu wanazidi kuwa dhaifu zaidi, lakini kama unawapa kuku wako chakula muda wote, muda wote kwenye makopo unajaza, manake ule kugombaniana kula chakula kunakuwa hakupo. Kwa hiyo hata wale kuku dhaifu watapata watakula chakula cha kuwatosha, sijui mnanielewa? Yaani hata kama ku kuna kuku wanashindwa kutembea, kuna kuku wale wanashindwaga kutembea, utakuta uh, wanajisogeza taratibu, wanajisogeza taratibu kwenye, kwenye chakula, watakula vizuri kabisa, yaani watasurvive katika mfumo huo hapo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi kabisa ambacho inatakiwa ukizingatie. Kwa hiyo kuku wako watafikia pointi, watakuwa wote wana uzito mkubwa, ila kama unawapimia, kuna kuku watakuwa hawali, yani wale kuku ambao wanashindwa kufight kwenye kula watakuwa hawali. Alafu kitu kingine ni kwamba uh, ukiwapimia chakula kuku, ukiwapimia chakula kuku, kinachokuja kutokea ni kwamba wana yani, kuku anatakiwa ale mara moja, afu aende, yani ale afidie, afu aende akae ipungue, kikiisha kabisa, tena umpe tena chakula. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kuku wako wanakuwa wanapata stress pale kwenye kugombaniana chakula kufanyaje. Kwa hiyo hata ukuaji wao kidogo unarudi nyuma. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi kabisa cha kukizingatia kwa wewe mfugaji wa broiler. Usiogope, hakuna shida kabisa kwenye kuwapa chakula eh, full time na kitu kingine kidogo ambacho kipo hapo uh, hawa kuku wa, wa broila wanahitaji, ili upate uzito mkubwa, wanahitaji nafasi hawa. Uh, kuku wanahitaji nafasi yani. Uh, tumezoea kawaida ya mjasiliamali yeyote yule, tumeshazoea kuwajaza kuku kwenye banda. Uh, unakuta banda la kuku mia nne wanakaa kuku mia nne hamsini wanakaa kuku mia tano ni hivyo. Tumia banda la kuku labda hata kipimo, hata fundi wako akakuambia labda hili banda unaweza ukaweka kuku mia nne weka kuku mia tatu utakuja uone. Yani ukiwaweka kuku wachache zaidi kwenye banda, kuku wanakuwa vizuri sana, kuku wanapeana nafasi. Alafu kitu kingine ni kwamba banda linakuwa lichafuki mara kwa mara ukijaza kuku kwenye banda kuku wanakuwa wanachafuka sana, ndio unakuta wale broila wameloana, yaani broila wana udongo, yani wameloana, mna tope mle. Unaweka matandazo siku tatu nne, wame, wameshachafuka, yameshachafuka matandazo. Sasa ile inawapa stress kuku, kuku wanakuwa hawapendi Kuku hapendi kulala kwenye tope tena. Hawa broila ukiingia bandani kama banda limeloana utawakuta wanalala kule pembeni, yani wanatafuta sehemu ambayo kidogo ni kavu wanalala, au kama ndio una makopo ya wazi wanakuwa wanaenda wanalala mle kwenye chakula, wanajua mle ndio ni, ni, ni, ni mkavu. Kwa hiyo hawapendi hicho kitu. Kwa hiyo weka kuku wachache kwenye banda, itakusaidia sana kuku kukua kwa hiyo kitu kingine kilichobaini kwenye hawa kuku ambao tulikuwa tunawafanyia majaribio ni kwa sababu pia walikuwa ni, ni, ni kuku wachache. Leo nimewapa hizo hinti mbili tu zinatosha, hiyo ya kuwapa chakula muda wote na hiyo ya ku punguza kuweka kuku wachache. Siku nyingine nikipata wasaa mwingine, nitakuja hapa nitakuelekeza kitu kingine. Kuna vitu vingi sana tumevibaini hapa, ikiwepo matumizi ya booster, booster sahihi za kutumia kwa hawa kuku ili uweze kuwavuna mapema. Nawakumbusha sisi King of Farm tunavyo vitabu, vitabu vya ufugaji ambavyo vinatoa elimu namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku wako. Uh, uh, hivyo vitabu ambavyo unaviona hapo, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Vitabu vipo katika mfumo wa soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ni vitabu muhimu sana kwa wewe mfugaji ambaye unafuga, vitakusaidia sana kwenye mambo mengi, lakini pia ukiachana na elimu ambayo inatolewa kwenye hivi vitabu, unaweza ukapata eh, huduma yetu ya mm, kuungwa kwenye kundi kwa shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Ada ya shilingi elfu nane, utakaa kwenye kundi letu kwa muda wa miezi miwili. Mle tuna share vitu vingi sana ambavyo tunavifanya sisi hapa shambani kwetu. Uh, tuna share tips mbalimbali, mbinu mbalimbali za kuweza kuwafuga kuku wa aina tofauti tofauti. Hapa tuna layers, kuku wa mayai, tunao kuku wa nyama, lakini pia tunao kuku chotala na maswali mengi. Kama hujui ufugaji, basi mle ukiuliza swali lolote linajibiwa kitaalamu kabisa. Uh, tunao wataalamu wetu ambao wamebobea vizuri kabisa kwenye kundi ambalo unajibiwa muda wowote ule, asanteni. Na kwa ilini, unaweza kututafuta kwa namba ya WhatsApp ambayo unaiona hapo, unatutafuta WhatsApp au unatupigia e, simu.